E, ak akawasema kwamba atauangamiza ule mji. Ulikuwa ni mji mkubwa sana, mji ambao kutembea ni siku tatu, lakini mtumishi alienda kwa siku moja. Bwana Yesu asiwe, alikuwa na uwezo wa Mungu. Alipofika akaanza kuwahubiria kiwaambia, zimebaki siku arobaini, ndani ya hizo siku Mungu atauangamiza ule mji. Bwana Yesu asiwe, lakini habari ikawafikia wale watu wa Ninewe wakalikubali hilo neno la mtumishi Yona. Bwana Yesu asifiwe. Amen, wakatangaza kufunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, wakatangaza kufunga katika nchi yote, watu wote. E, neno la ajabu. Na mfalme pia aliposikia kwamba e, ame mji wake unaenda kuangamizwa, basi na yeye akachukua shauku ya kufunga na yeye kama kama kama nanilii onesasi huyo mfalume na yeye akatoka kwenye kiti chake. Kama hapa Tanzania, likaja kitendo ambacho kinasababisha Rais Samia atoke pale, akaungane na Watanzania na wa wote onesasio wa bila yeah. uwaga nafanyaga sana onesasio yeah. Huyo mfalume akatoka kwenye kiti chake cha enzi akavaa magunia akakaa kwenye kwenye majivu. Bwana Yesu asifiwe! Akakubali kuacha kile kiti chake cha enzi kwa sababu ya mji wake, wakalia wakamlilia Mungu, akatangaza kila mwanadamu kila mtu kwenye mji ule afunge asile kitu chochote, wala wanyama wasile kondoo wasile wasinywe hata maji. Bwana Yesu asifiwe! wakamlilia Mungu. Hizo ni nguvu tunazoziona zinazokuja mtu anapokaa kwa Mungu kwa kuomba na kufunga. Hivi ni vitu vile ambavyo vinaendana, wapendo wa Bwana, kufunga na kuomba ni vitu ambavyo vinaweza kuendana kabisa, viko yaani viko sambamba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yamkini unaweza ku, kuomba pasipo kufunga lakini unapotang... vile vile unaweza kufunga lakini, unaweza kufunga usiombe. Bwana Yesu asiwe. Kufunga kunaendana na kuomba. Bwana Yesu asiwe sana. Hawa watu wa Ninawi walipoyasikia maneno ya mtumishi Yona kwamba mji ule unaenda kuharibiwa, Bwana Yesu asiwe, unaenda kuangamizwa kwa sababu ya dhambi walizozifanya, watu wote wakamkubali, wakasema, tumrudie Mungu na mfalume akatoka kwenye kiti chake akakaa wakamlilia Mungu na Mungu akatengua yale mabaya yote ambayo alikuwa ameyafikiria kuyafanya kwa watu wa Ninawi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nguvu ya kwanza tunaiona unapofanya maombi na kufunga, Mungu anaweza kughaili mambo mengi sana ambayo ameyataka ame, ame, ame, ame, ame, ame kuyafanya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Nawezekana kuna kitu kibaya umekifanya, lakini ili kiondoke, ukatakiwa ufunge na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wana wa Ninawi wamekuwa somo kubwa kwetu e, kwa sababu wao walimjua, walilijua hilo neno kwamba kufunga na kuomba, kuna mambo mengine hayatawezekana mpaka tumlilie Mungu, tukae kwenye maombi, tumlilie Mungu. Bwana Yesu asiwe. Ni dhambi kubwa ambayo hata mfalume alikaa akatoka kwenye kiti chake akakaa kwenye majivu. Bwana Yesu asiwe, akatangaza hata mnyama kondoo wote wasilishwe chakula wala maji wasipewe, Bwana Yesu asiwe, Amen. Lakini tena walifunga kwa, kwa, kwa, kwa kipindi gani? Bwana Yesu asiwe sana, Amen.